Helicobacter bakteria ambayo kwa kifupi tunaenda kwamba ni H. pylori bacteria. Ikiwa ni bakteria pekee ambaye anasababisha changamoto nyingi za mmeng'enyo hususan katika kupelekea matatizo ya gastritis, vidonda vya tumbo na masuala ya saratani. H. pylori huyu, katika baadhi ya tafiti, imeonekana kwamba ni anapekea matatizo mengine kama vile magonjwa ya moyo Uh, matatizo uh, ya upungufu wa damu kwa sababu ya upungufu wa madini ya chuma, magonjwa ya ngozi na magonjwa mengine kadha wa kadha. Bakteria huyu H. pylori imeonekana kwamba ni bakteria pekee ambaye anasababisha vidonda ambayo wanamwita kwamba ni so bakteria, bakteria ambaye anaishi katika mazingira ambayo ni ya asidi, ambayo ni mazingira ya tumboni. Ni kufahamisha tu kwamba wakati tunafahamu kwamba bakteria huyu eh, anaitwa kwamba ni so bacteria, ni bakteria msababisha vidonda vya tumbo amba ambao anapelekea vidonda. Katika tafiti wanaendelea kusema kwamba wagonjwa wote ambao wamebanika kuwa na vidonda vya tumbo ni lazima hakikisha kwamba umepima kwa, kwa ajili ya uwepo wa Helicobacter pylori au H pylori kwa sababu inaonekana ndio bakteria pekee ambaye anachochea masuala ya vidonda vya tumbo wakati bakteria huyu akiwa nashabiana matatizo na ya mmeng'enyo haya na masuala ya saratani, ni kufahamisha tu kitu kimoja. Hata shirika la afya duniani lenyewe limeweza kumtaja bakteria huyu kuwa ni bakteria wa kipekee ambaye anachochea masuala ya saratani, na amewekwa kwenye kundi ambalo linaenda kwamba ni class 1 carcinogenic bacteria, ambayo ni bakteria ambao wanachochea masuala ya saratani. Bakteria huyu ambayo imeonekana kwamba anaishi mazingira ya tumboni kwenye mazingira ambayo ni ya asidi sana. Ni kufahamisha kitu kimoja, katika tafiti mazidi kusema kwamba uh, uwepo wa asidi mazingira ya tumboni inafanya mazingira yale kuwa magumu kwa bakteria wengi kushindwa kuishi mazingira ya tumboni. H. pylori ni bakteria ni bakteria kipekee ambaye ameweza kuishi mazingira magumu ya namna hii ambayo ni mazingira ya asidi. Nikufahamishe kitu kimoja tu kwamba tumboni ama kwenye tumbo la mwanadamu kuna asidi ambayo tunaita kwamba ni hydrochloric acid ama HCl. Asidi hii ni kali, kwa sababu hata ile pH yake ina range kati ya 1.5 mpaka tatu, ambayo hii namba inatuambia kwamba pH yake iko chini na ni kali kweli kweli. Bakteria bateria yote hawezi kukatiza mitaa hiyo, lakini H pylori bakteria huyu ameweza kuishi mazingira hayo. Amewezaje kuishi bakteria huyu? Ni kwamba bakteria huyu ameishi kwa mazingira huyu ya asidi kwa sababu ya vitu ambavyo tunaenda kwamba ni virulence factor. Bakteria huyu ambaye kwamba ni H. pylori anazalisha baadhi ya vitu ambavyo vinamfanya yeye kuweza kuishi mazingira haya tumboni na kuendelea kuzaliana na kuendelea kufanya uharibifu wake. Kwa mfano bakteria huyu eh, anazalisha vimengenya ambavyo ndio kwamba ni ulase enzyme Kimengenya hiki kinamsaidia vipi he kuishi? Ni huwa kinamsaidia kutengeneza compound ambazo ni alkaline, kwa mfano ammonia na bicarbonate, ni moja compound ambazo zinazalishwa na huyu bakteria kupitia kimengenya cha urease enzyme amba hizi ammonia na bicarbonate zinafanya kazi ya kuongeza pH ya tumboni, kwa maana kwamba inapunguza ule uasidi na kusababisha mazingira ambayo ni alkaline, ambayo yeye mazingira haya kwake yanamfanya aweze kuishi pasipokuwa na shida yoyote. Kwa yule mgonjwa ambaye na, na bakteria huyu ni hasara, hususan uzalishaji wa ammonia na bicarbonate kwa kupitia huyu bakteria au kupitia akupitia kimeng'enya cha kwa yule mgonjwa ni hasara kwa sababu gani? Ni kwa sababu uh, kuongezeka kwa pH ama kupungua kwa asidi tumboni inasababisha uh, ule ute ambao ni ulinzi ambao ni kama ndogeti, ambayo inatenganisha asidi na ukuta utumbo wako, ni kwamba iweze kubadilika ile hali yake isio katika hali ya utelezi tena, inakuwa katika hali ambayo ni nzito mithili ya asali ambayo hiyo inamfanya yule bakteria kuweza kujishikiza vizuri na kuweza kupenya kuelekea kwenye mazingira ya utumbo lako, au kwenye mazingira ya utumbo wako, au kwenye zile epithelial cells ambazo kule ndio ndio kufanya kwa makazi yake na kuhakikisha kwamba anapata chakula kupitia huo ukuta wako, huo ukuta huo wa tumbo lako. kwa hii inamwezesha yeye kuweza kuishi na kufanya kazi zako pasipo kuwa na changamoto yoyote. Wakati huo unaendelea kuteseka, kwa sababu ukuta utaendelea kubomolewa. Bakteria huyu ambayo tunaita kama ni H pylori ni janga la kidunia kwa sababu asilimia karibia hamsini ama nusu ya, ya, ya, ya, ya watu wote duniani kote wameshavamiwa na huyu bakteria. Katika nchi ambazo zinaendelea bara la Afrika na baadhi ya nchi kwenye bara la Asia imeonekana kwamba tatizo hili lipo kwa asilimia 90, tofauti na nchi zimesha ambazo zimeshaendelea tayari ambazo kianga tatizo lao lipo kwa asilimia karibia 48. Tanzania sisi ni wahanga wakubwa sana, tatizo hili lipo kwa asilimia 65 mpaka 79. Kwa ya mpaka e, hii ni kwa mujibu wa tafiti tafiti kwamba kwamba tatizo hili la kiwango cha H. pylori e, bacteria. Ni kwa kwa katika asilimia hizo hata ambapo wagonjwa hawa walikuwa na shida ya matatizo ya mmeng'enyo ambao walifanya kipimo cha upper gastrointestinal endoscopy, ilikuja kuonekana wazi kabisa, asilimia 61 kati ya watu hao ni kwamba walikuwa na shida ya gastritis, wakati asilimia 57 ya watu wagonjwa hao ni kwamba walikuwa na shida ya gastroesophageal reflux disease. Asilimia 24 yao ni kwamba walikuwa na shida ya vidonda vya tumbo, karibia asilimia 6.7 walikuwa na changamoto ya saratani kwa mujibu wa kipimo hiki kiliweza kubaini wazi kabisa kwamba wagonjwa ambao ambao ilikuwa ni sawa na asilimia 65, ambao ni sawa na watu 130, walikuwa na bakteria huyu ambayo tunaona kwamba ni Helicobacter pylori bakteria ama H pylori kwa kifupi. Unaweza ukaona kwamba tatizo hili jinsi ilivyokuwa kubwa. Hata hivyo, wanaenda kuhitimisha na kusema kwamba ilikuja kuonekana wazi kabisa H. pylori anahusiana na tatizo la gastritis na vidonda vya tumbo. Tatizo hili ni kubwa sana kwa upande wa Tanzania. Kinachoshangaza ni kitu kimoja kwamba asilimia sabini ya watu wote wana huyu e, bakteria ambayo tunamwita kama H. pylori, ila asilimia kumi mpaka ishirini ndio ambao huwa wanaishia kupata vidonda vya tumbo. Kwa nini asilimia kumi mpaka ishirini ndio anaisha kupata vidonda vya tumbo wakati asilimia sabini ya watu wote wana huyu bakteria ambayo tunaita ni H. pylori? Kuna kitu kimoja nikufahamisha hapa: kwa nini mmoja anapata mwingine hapati vidonda vya tumbo au hapati tatizo la gastritis, watu wote ambao wamevamiwa na huyu H. pylori bacteria? Kinachoamua wapate vidonda vya tumbo au wasipate ni uzalishwaji wa vitu ambavyo kwamba ni virulence factor, ambao vitu hivyo vinazalishwa na huyu bakteria. Huyu huyu virulence factor hizi ndio zinaamua kwamba mmoja apate ama asipate. Kwa tafasili hiyo tunyite kwamba katika tafiti hiyo wanatuambia kwamba kuna aina mbili za huyu Helicobacter pylori bacteria ambayo hii nakutegemeana na vile vinasaba ambavyo huyu bakteria ni anazalisha. Uh, tuna bakteria kwanza huyu H. pylori wa kwanza tunasema kwamba ni CAGA positive. Uh, H. pylori strain. Hii aina ya bakteria ukiwa naye ni bakteria ambaye ndo anakufanya uekuwa watalii kupata vidonda vya tumbo na matatizo ya maswala ya saratani na maswala ya gastritis tofauti na hii aina ya pili ambayo tuenda kwamba ni caga negative. Hechi, hii aina ya bakteria ambayo ni caga negative ni kwamba huyu ni hachochei ama hakuweka hatarini kupata vidonda vya tumbo. Ndio maana katika tafiti anaweza kusema kwamba uh, wale ambao wana caga positive H. pylori strain aina ya bakteria huyu ni kwamba wao ndio hao wanaishia kupata vidonda vya tumbo, tofauti na yule mwenye CAG A negative H. pylori eh, strain. Hata hivyo, CAG A positive H. pylori strain huyu bakteria ndio ambao huwa anapelekea hata wagonjwa wenye matatizo mengine ama wenye shida ya tumbo gastritis hali ya kuendelea kuwa mbaya zaidi, kwa sababu huyu bakteria inaonekana kwamba ni hatari kweli. Hii aina strain ya huyu bakteria wa H. pylori bakteria ni hatari kweli kweli. Bakteria huyu anasababisha vipi uharibifu kwenye utumbo wako, ni kitu ambacho nataka ukifahamu, kwa maana ya kwamba ukijaribu kuangalia H. pylori bakteria, jinsi anavyosababisha kwa vidonda kwenye utumbo huwa ni katika eh, ni kutumia ile advantage yake ama vile vitu alivyonavyo ama sifa zionazo ambazo tumesema kwamba ana uwezo wa kuzalisha vitu ambavyo ni vimeingenya kama urease enzyme, ambayo urease enzyme hii inamfanya yeye aweze kuzalisha vitu kama bicarbonate na ammonia, ambazo compound zi zinafanya kuongeza pH, kwa maana kama vinapunguza ile hali ya asidi kwenye tumbo lako ikishapungua ile hali ya asidi kwenye tumbo lako inamfanya yeye kuweza kuwa salamu toa kwenye asidi yako. Ile asidi ya tumboni haiwezi kumfanya chochote, hivyo kumfanya yeye kuweza kuishi na kuweza kukua mazingira hayo. Sasa mbaya zaidi ni kwamba pH inapoongezeka kama nilivyosema awali, ni kwamba huwa inapelekea ile mucus, ule ute kwenye utumbo wako kuweza kubadilika hali yake na kuweza kuwa mzito methili ya asali, ambayo inamfanya yule bakteria kuweza kujishikiza na kupenya kwenda kwenye ukuta wako, ambapo kule anafanya makazi na kuweza kutumia zile tishu za ukuta wa tumbo wako kama sehemu ya chakula na kama sehemu ya yeye kuweza kwenda kujihifadhi. Anavyozidi kumeng'enya ule ukuta wa tumbo wako, wewe ndio unaenda kupata maumivu, wewe ndio unaenda kusikia moto, kwa sababu tayari acid na zikapenya kwenda kwenye vidonda. Lakini pia yeye ndio anaenda kuzaliana kwenda kufanya uharibifu maradufu. Hivi ndio namna ambavyo hichi pylori anavyosababisha vidonda vya eh, video, tumbo kwenye ukuta wa utumbo wako ama kwenye tumbo lako. Lakini sasa swala kujiuliza, hapa huyu bakteria je, anaweza kuambukizwa kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine? Ndiyo, anaweza kuambukizwa kabisa kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine kupitia njia karibia kama tatu kama sio nne. Njia ya kwanza ni kupitia kinyesi ama choo kubwa ambacho kwamba ni ni fiko ol ruti ambapo eza mtu huyu unaweza kawa eza umeenda chooni e, kama na maambukizi hayo sasa ya huyu bakteria tayari umeshavamiwa e, na we umeenda chooni hujanawa vizuri, ni kwamba unaweza ukawa na vimelea kwenye mikono yako, hivyo kama ukweza kushikia chochote kara utaenda kuji kujiambukiza, na kama umemchukua kiushia kitu kumpatia mtu na kala hivyo hivyo basi unaweza kuvipata kwa sababu tayari una vimelea mkononi. Lakini kwa kuwa ni kwa kwa ni njia ya choo kubwa, ama haja kubwa ni kwamba bakteria huyu ni kwamba anaweza kuambukiza kwa njia ya maji, kama umekunywa maji ambayo yana vimelea hivyo vya huyu bakteria ama chakula ambacho kina vimelea vya huyu bakteria, unaweza ukapata. Ndio katika tafiti hii wanazidi kusema kwamba bakteria huyu anaambukizwa ama wanamwita kwamba ni food borne infection ama ama kwa maana kwamba navusi kwa njia ya vyasla vyakula, masuala ya maji ni katika njia hiyo hiyo. Ni njia ya kwanza na ndio njia kubwa. Njia ya pili ni kupitia oral to oral, mdomo kwa mdomo. Simaanishi kwa kuongea, hapana. Inavyoonekana kwamba huyu H. pylori anakuwa anaweza kuishi kwenye mate ya mwanadamu Hivyo kupitia kumkisi mtu ambaye ana bakteria huyo, we unaweza ukapata maambukizi, na unaweza ukaendelea kuishi na yule bakteria na asiletee changamoto na usione dalili zozote kwa muda wa mrefu sana, mpaka baadaye unaweza kana hizo dalili. Lakini sasa wanazidi kusema kwamba katika tafiti hii njia kubwa ni ya kupitia choo kubwa na sio kwa njia ya kumkisi mtu. Hii ilikuwa ni njia ya pili. Njia ya tatu ni kupitia E, kutapika ambayo kwamba ni gastric oral route, ambapo kwa mtu ambaye ametupa, ametapika ile matapishi ikatokea contamination, na yoyote anaweza kama masuala ya vyakula, ama anaweza kawa ni masuala ya maji, katika nono yote ambazo kwa contaminated, basi nazo pia ukapata maambukizi kwa huyu mtu e, kwa njia hiyo ambayo kwamba ni gastric e, oral route. Hiyo ni njia ya tatu. Njia ya mwisho itakushangaza, ambayo ni njia ya kujamiana sex seksi kwamba inaweza ikaa ni sehemu ambapo bakteria anaweza kahama kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine je hii inataka kumaanisha kwamba uh, H. pylori bakteria anaambukizwa kama uh, virusi kama virusi wa ukimwi ama kama matatizo ya UTI uh, no hapana hii nitakaofahamu ni, faham, ni oral genital sex wale ambao wanatumia mdomo wao kuweka kwenye sehemu zao za siri, kusema za siri mwenzie, kama yeye ana ile bakteria mdomoni, anaweza kumwambukiza e, mwenzie mwenzie, ni katika mekanizimu hiyo. Inachomaanisha ni oral sex, oral genital sex, ni katika kwa njia hiyo ndio ambao mnaweza kumwambukiza mwenzie, kwa sababu tayari ushaona kwamba, e, bakteria huyu anaweza kukaa kwenye mate ya mdomoni. Hivyo kama kitu kwa kiasi tu inafanyika hivyo, lakini ile oral genital sex pia nayo inaweza kachangia e, changamoto hiyo. Hizi zilikuwa ndo njia kuu, uh, ambazo huyu bakteria anaweza kuhama kutoka kwa mtu mmoja hadi mtu mwingine. Leo nitaje kufahamisha mambo haya juu ya huyu bakteria uweze kumfahamu kwa kina. Ulikuwa nami Emmanuel Mpaliye Kitambo, ambaye ni nutrition specialist, ni kutakia wakati mwema, kwa heri.